Pindua pindua kifurushi kinachokupa uhuru wa kutumia MB dakika kivyovyote. nam huwaligani, mtazamaji wa Global TV Online kupitia Global Sport, unahabarika kimichezo ukiwa na mimi sports redi wako nambari tatu mgongoni Esther Msofe, baada ya raundi ya kumi ya Ligi Kuu Bara msimu huu kumalizika wikendi iliyopita baada ya timu kumi na sita zinazoshiriki ligi hiyo kushuka katika viwanja tofauti kwa ajili ya kusaka pointi. Timu ya Simba ilifanikiwa kuendelea kuwa juu katika msimamo wa ligi hiyo baada ya kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Prisons kwenye Uwanja wa Sokoine jijini Mbeya. Ushindi huo uliiwezesha timu hiyo kufikisha pointi 22 sawa na Azam FC ambayo pia ilifikisha pointi hizo baada ya kuifunga Njombe Mji bao moja kwa sifuri. Hata hivyo, Simba inaongoza ligi hiyo kwa tofauti ya mabao ya kufunga na kufungwa. Yanga nayo ilijiimarisha katika nafasi yake ya tatu baada ya kuitandika Mbeya City mabao matano kwa sifuri na kufikisha pointi ishirini. Mchezo uliopigwa kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Wageni wa ligi hiyo, Singida United nao, walipata ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya Lipuli FC, huku Ruvu Shooting ikipata ushindi wake wa kwanza msimu huu kwa kuifunga Ndanda bao moja kwa sifuri, wakati Majimaji Maji ikiifunga Mbao FC mabao mawili kwa moja. Kagera Sugar nao ilifanikiwa kuibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri dhidi ya ndugu zao Mtibwa wa Sugar ambao tangu kuanza kwa msimu huu ilikuwa haijapoteza hata mchezo mmoja. Nao ndugu wawili wa, wa mkoani Shinyanga United na Mwadui FC walitoka uwanjani wakiwa hawajafungana. Baada ya raundi ya kumi kumalizika, msimamo wa ligi Kuu upo hivi. Simba wanaongoza wakiwa na pointi 22 wanafuatiwa na Azam FC yenye pointi 22, Yanga wakishika nafasi ya tatu yenye pointi 20, huku Mtibwa Sukari wakifuatiwa na pointi 17, Singida United nao wakishika nafasi ya tano wakiwa na pointi 17, Tanzania Prisons nafasi ya sita wakiwa na pointi 14, huku Lipuli FC wakiwa na pointi 13 wakishika nafasi ya saba, Majimaji nao wakishika nafasi ya nane wakiwa na pointi 11. Mbeya City wakishika nafasi ya tisa wakiwa na pointi kumi na moja wakifuatiwa na Kagera Sugar yenye pointi kumi wakishika nafasi ya kumi. Ndanda FC nao wakishika nafasi ya kumi na moja wakiwa na pointi kumi wakifuatiwa na Mwadui FC yenye pointi tisa wakishika nafasi ya kumi na mbili. Mbao FC nao wakishika nafasi ya kumi na tatu wakiwa na pointi nane wakifuatiwa na Ruvu Shooting wakiwa nafasi ya kumi na nne yenye pointi nane huku Njombe Mji ikiwa na pointi saba ikiwa nafasi ya kumi na tano. Washika mkia Stand United wakiwa na pointi sita nafasi ya kumi na sita. Yote kwa yote, endelea kufuatilia Global TV Online kwa habari kama hizi na nyingine nyingi. Usisahau kubofya sehemu iliyoandikwa subscribe ili kuwa mwanafamilia wa Global TV Online na kusifuatilia katika mitandao ya kijamii, Facebook na Instagram, tunatumia Global Publishers, Twitter Global Habari. Mimi ni sposiedi wako nambari tatu mgongoni, Esther Msofe, asante na kwa heri.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 kuweka namba ya kampuni ambayo ni 367777, kisha andika kumbukumbu kumbu namba 3538, kisha weka kiasi cha shilingi 1000 kwa tiketi moja. Kata tiketi nyingi zaidi kuingia dro kubwa Disemba 9 mwaka 2017, na, na dro za kila wiki pia zipo. Sibuka loto selema kwa elfu ikutokea Tanzania mara ya kwanza kabisa kusikika nchi nzima, unapindua pindua matumizi ya bandu. Kama una dakika zitumie kuperuzi, una MB unawaza kuongea kifurushi cha pindwa pindwa cha kupa pindwa unit uhuru ni wako. mm. dakika na MB ongea, upenda pinduaaa kwa mara ya kwanza kabisa Tanzania, pindua units zako kuwa dakika au MB au SMS unavyotaka. Piga nyota 149 nyota 01 alama ya riri, chagua pindua pindua Vodacom. Power to you.